Asilimia kubwa ya vijana wazee wanaojua mchezo huu wa Aviator au kindege. Sasa swala la kujiuliza, je, unaweza kutengeneza pesa kwa Aviator? Jibu ni ndio, unaweza ukatengeneza pesa kutumia mchezo wa Aviator. Watu wengi kitu wasichokijua kuhusu mchezo huu wa Aviator, mchezo wa Aviator kama ilivyo kwa michezo mingine ya kamari inategemea algorithm za kihesabu na RNG. RNG kirefu chake ni random number generator. Hauwezi kutabiri au kudhibiti au kubadilisha matokeo ya Avieta. Kwa hiyo wale wanaouza application za Avieta predictor hao ni matapeli. Tumia hizi mbinu, zitakusaidia kwa kiasi chake. Namba moja, punguza tamaa. Namba mbili, cheza kwa muda mfupi. Namba tatu, hakikisha unajiwekea mipaka. Weka mipaka ya kiasi cha pesa, ikizidi elfu mbili usicheze tena, na njia nzuri zaidi Ikibidi achana kucheza na hii michezo ya Aviator. Ni ngumu sana kutajirika kupitia Aviator. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza. Subscribe, lakini usisahau kushare video hii, nikutakie siku njema.